Hello. Karibu katika channel yetu ya Elimika. Leo tumekuandalia video nyingine. Katika video hii tutazungumzia swala moja tu. Swala ambalo linahusu jinsi ya kuupload PDF tatu katika hatua ya mwisho ya kuweza kumalizia maombi Jeshi la Uhamiaji. Katika video hii tunaona tayari tumesha upload PDF mbili. Hii itakuwa ni kwa upande wa utambulisho kutoka katika serikali Sorry, serikali ya mtaa na PDF ya pili ambayo tayari isha uploadiwa ni ya CV ya mawasifu. Sasa PDF ambayo inafuata ni application letter, hii ni barua ya maombi. Sasa nataka kuonyesha jinsi gani ya ku upload. Utakuja, utagusa hapa choose file, itakupeleka moja kwa moja katika storage ya kifaa chako inaweza ikawa ni simu ama inaweza ikawa ni laptop ama kompyuta. Kwa hiyo baada ya kuweka, tunaona hapa tumepewa alert kwamba file size is too large. Please upload a file smaller than. hiyo hapo tunaambiwa kabisa KB ngapi, KB 500. Na ikumbushe tu wakati tunasoma yale masharti ama namna ya kutuma maombi kulikuwa na maelezo kwamba PDF ziwe chini ya MB sorry, KB 300. Kwa hiyo utawezaje kucompress, yani uta, uta, utatumia website gani kuweza kucompress faili yako iwe na KB chache, chini ya mia tatu, ili uweze kuupload vizuri. Sasa kwa wale ambao hawajui namna ya kucompress ama kupunguza size inaweza ikawa ni ya barua ya maombi, barua ya utambulisho, ama ya CV. Watakwenda katika website ambayo inaitwa ilovepdf, ilovepdf pdf. Wataingia katika hiyo website. Baada ya kuingia, kutakuwa na hizi option kama tunavyoziona sasa. Itategemeana kwa hiyo ambayo unatumia simu, itakuwa hapa Top, lakini, sorry kwa yule anayetumia kompyuta lakini kwa yule ambaye anatumia simu itakuwa katika ile sidebar menu. Kwa hiyo utakwenda katika kipengele cha compress, baada ya hapo utakwenda select file, utachagua faili ambayo unaitaka kucompress ama kureduce ile size yake, itakupeleka katika storage ya kifaa chako. Haya, sisi ndio hiyo tunachukua hiyo ni demo, tunaipakia baada ya ku upload basi itakuwa inaonekana hapo. Sasa utamalizia compress PDF, lakini kabla ya kucompress PDF hakikisha kwamba amazingatia vitu hivi vichache. Kama PDF yako ina size kubwa sana, labda ni tatu nne na kuendelea, kwa yule ambaye anatumia amba kompyuta atabonyeza hapa extreme compression, hii ndipo ata compress. Lakini kwa yule ambaye anatumia sim kutakuwa na alama ile ya setting, kama tunavyoiona katika sim, ile icon utaibonyeza, itakuletea machaguo matatu. Lakini kama PDF yako ina size labda MB moja, mbili, basi unatumia hii recommended compression kisha unabonyeza compress. Kwa hiyo baada ya hapo itachakata na itakupa tumeona imetoka um, moja arobaini na nane, nane. Kwa hiyo imepunguzwa size kutoka mpaka kufika hapa. Hii nimekuonyesha tu kama demo. Kwa hiyo kama haito download automatic kama tulivyoona hapa, basi utabonyeza hii button ya download compressed PDF. Uku, compress Kine, makini, usueze ku, usueze kuku, Kwayo, baada ya kudownload, ndio utakuja sasa huku utaingiza ama utaupload ile ambayo uli compress kupunguza ile size yake. Lakini kwa makini usiweze ku usiweze kuchanganya kuweka faili ambayo silo. Kwa hiyo baada ya kuweka ile ambayo iko compressed kule tuli, tuli compress nyingine, lakini hapa tumeweka nyingine. Kwa hiyo tumuni ni wewe kuelewa. So, hii tayari compressed kama tunavyoiona, extension pia inaeleza hapa compressed, lakini pia unaweza ku rename kuondoa hii jina kama uta, utapendezwa. Kwa hiyo baada ya, ya kufika hatua hii sasa ndio uta utasubmit, ita load, na hapo itakwambia uploaded. Kwa baada ya zote kuwa tayari ziko uploaded, basi utaweza kufanyaje? Utaweza kubonyeza next ili kuendelea hatua ya mwisho. Kwa hiyo hiki ndo kipengele ambacho tumekuja kukielezea siku ya leo. Hivyo kama ni mara yako ya kwanza, usisahau kusubscribe, kushare na kucomment pia na kulike kama umependezwa na video yetu.